Eh, mheshimiwa a mdaa miaka kumi kwa mimi nimekuja leo hapa. Namshukuru mshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuja hapa leo ilikuwa naumwa, lakini kwa leo hali yangu niliyokuwa nayo nimeona nije kuhudhuria katika kesi ya mheshimiwa mheshimiwa Tundu Lissu. Nimefurahi, nimefurahi, nime nime sana na ninawaambia Watanzania wote nawaomba Tanzania wote tumuunge mkono mheshimiwa Tundu Lissu, na waomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote, tumuombe Mwenyezi Mungu Tundu Lissu ashinde kesi na endelee mapambano, aluta kontinua. Na nimefurahi leo nimemuona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea, ana, ana, anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima, ni neema kwa Tanzania mzima. Hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume. Na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli, wanakuwa ni walisi wa mitume, kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki, wanatetea E, e, elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia, na wanazuoni wote, wanasheria, wana, wana, wana, wana, wana, mainjinia wote wamekuja duniani kuitumikia dunia ili watu waishi maisha mema. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Tundu Lissu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda, na Mtume wetu Muhamadi alisema, walisi wa, wa mitume ni wanazuoni. Sio wanazuoni wa dini tu, ni wanazuoni wa taaluma zote, ndio walisi wa nini? Wamituma ili watu wamjue Mungu yupo na haki hivyo, na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumuunge mkono Tundu Lissu, yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia ya, Tanzania. Asante sana. Tarehe, tarehe tisa ya mwezi wa pili mwaka 2025 26 kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, e, ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu imeitwa ime, ime na imeendelea wa upande wa serikali kuweza kuwasilisha majibu yao ya zile hoja za, za pingamizi ambazo wakili Tundu Lissu alikuwa ameziwasilisha, lakini kesi ilipoanza e, wakili So, mwenyekiti Tundu Lissu aliomba kuwasilisha hoja tatu za msingi kuhusiana na jinsi ambavyo kesi hii imekuwa ina, inaendeshwa. Sababu kesi ya uhaini ni kesi ni kosa kubwa sana katika, katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ibara ishirini na nane ibara ndogo ya nne ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa amezungumzia jinsi ambavyo kesi hii imechukua ime muda mrefu kwamba una, una, iko chini ya majaji watatu wa inaelezwa kwa mfumo wa, wa, wa, wa mikutano au wa, wa session ambao kwa kweli ukienda na mfumo huo unasababisha kesi ikae muda mrefu. Ameweza kueleza kwamba tokea ameshikwa ile tarehe tisa ya mwezi wa, wa, wa nne mwaka ishirini e, ishirini na tano mpaka hivi leo ni siku ya mia tatu na, na, na, na saba. Sasa kesi hiyo imedumu kwa huo muda mrefu sana lakini katika siku zote tokea kesi ilivyokuja iletwa hapa mahakama hii mahakama kuu amefanikiwa tu kusikizwa kwa siku kumi na, kumi na, na, na, na, na tano. Sasa ni kwamba muda mrefu sana umetumika bila kesi yake kusikilizwa, na tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku 87 ambazo zilikuwa zimepita 88 zamani, ambazo kesi yake ilikuwa haijafanywa haijaitwa. Wao wamesema utaratibu huu sio mzuri, maana yake unasababisha matatizo. Kingine amelalamikia mfumo wa magereza wa kuzuia mawasiliano yake na mawakili na, na, na ndugu. Kwanza, tokea tarehe 12 ya mwezi wa, wa kumi na moja, imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kukutana na mawakili bila usiri au bila ile faraga anayotakikana, kwamba sheria zile kanuni za magereza zina, zinaagiza kwamba mfungwa anapokutana na mawakili, nazungumzia mfungwa wa maana ya kwamba mfungwa aliyefungwa au mfungwa ambaye ni maabusu anatakiwa aweze kuzungumza na wakili wake wa, wa, wa, wa, wa, akionekana mbele ya ma, maafisa wa magereza au askari wa magereza, lakini bila kusikiwa. Lakini sivyo ambavyo vimekuwa tokea tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja ishirini, ishirini, na tano hadi hivi sasa, hiyo haki amepokonywa. Kwa hiyo alikuwa anaiarifu mahakama iweze kuchukua hatuwezo za msingi, na vilevile vile haki ya ndugu kuweza kumwona enyewe imekuwa kama imezuiwa, na kikubwa zaidi kwa uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, viongozi na wanachama wa chama hicho kuweza kumtembelea na kumwona imekuwa sawa umekata hiyo haki, amekataliwa yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, sasa ananyimwa hiyo haki na hiyo sio sawasawa. Kwa hiyo ameweza kuweza majaji jinsi ambavyo mambo sio mazuri, wachukue hatua, kwa sababu wao ni majaji watembezi au wanaokagua magereza kuangalia wafungwa na maabusu jinsi gani ambavyo wanatendewa. Kwa hiyo amewataka majaji kuchukua hatua stahiki na ameweza kum, kumtaka jaji mkuu kuangalia kwamba kesi inavyoendeshwa lazima izingatie kwamba hii ni kesi ni kosa kubwa kuchinda makosa yote. Kwa hiyo haiwezi kuendeshwa kama, kama, kama kesi nyinginezo zinavyoendeshwa. Na baada ya hapo tumeingia serikali, waliweza kujibu hoja zake wakionyesha kwamba yote ambao waliyafanya wao ni sahihi kabisa, mashahidi wao wanataka kuwaficha ni sawa kabisa, kwamba hawajakiuka sheria, kwamba mwenyekiti Tundu Lissu ame, hajaelewa vizuri sheria, amechanganya mambo lakini mwisho wa siku ameweza kuwajibu hoja zao na kuonyesha kwamba ile amri ya jaji Mtembwa haikusema kwamba wafichwe katika kiboksi, ilisema utambulisho wao tu wa majina ndio ambao ufichwe. Kanuni ziko wazi kabisa kwamba sheria inavyotumika isiathiri haki ya mtu kufanya nini, kusikilizwa kwa usawa na vilevile vile, ni kwamba mashahidi hao kinga ambazo ziliombwa sio zile ambazo saizi wanazitaka ile, na, ile, box la pale mahakamani iliyoko pale majaji hawawezi wakamwona huyo shahidi ni kweli kama yule mtu ambaye amelindwa na anatakiwa akae kwenye kiboksi hatakiwi kuonekana na mshtakiwa na au watu wengine ambao wanahudhuria mahakamani ila majaji lazima wamuone. Sasa huyo mtu aonekane kwa sababu kile kiboksi kiko, kiko usambamba kabisa na nini na majaji waweze wakamwona ili kuweza kujua huyu mwenendo wake jinsi anavyokaa pale mahakamani kama ni mtu mkweli au ni mtu mwongo kwa Kiingereza tunaita dimina. Sasa kama uwezi kuelewa dimina ya, ya shahidi ni vigumu sana kuweza mwisho kwa jaji kuweza kufikia hitimisho kwamba je, alikuwa ni shahidi mkweli au alikuwa ni shahidi e, mwongo. Sasa na vile vile kumekuwa na, na, na, na, na, na ubishano kuhusiana na tangazo la serikali liyotangaza ile sheria ya uficho ya mwaka elfu mbili na kumi na nane. Serikali leo wamekuja na, na, na karatasi ambao wanasema kwamba hiyo ni udhibitisho kwamba sheria ilichapishwa. Mwenyekiti Tundu Lissu amebisha, amesema kwamba sio A, a, a, kuchapishwa hivyo na mawataka majaji kwenda na wao kufanya uchunguzi wao, utafiti wao, wasichukulie sheria kijuujuu tu. Kama kama kuna kuwa na hoja ubishani ambayo inabishaniwa kwamba kesi hiyo au sheria hiyo haikutungwa na kuchapishwa kwenye gazeti la serikali, basi ni jukumu la mahakama kuweza kujiridhisha kama ni kweli ilichapishwa katika gazeti la serikali.